Tumechagua uwanja wa Jamhuri Dodoma. Uh, uwanja ambao tutautumia katika michezo yetu dhidi ya, dhidi ya mashujaa ya kule mkoani Kigoma, lakini katika kuchagua uwanja huo Uh, bado tunaendelea sasa uh, kufanya ukarabati kwa sababu uh, maelekezo ayatushapua ni kitu gani ambacho tunahitaji kwenda kufanya kwa maana ya, ku, ya kuangalia au kurekebisha pichi, kutokana na ma, na mapungufu ambayo yapo. Kwa hiyo tangia tumepata barua ya kufungiwa kwa uwanja Uh, wetu wa uh, Ali Hassan Mwinyi uh, tumeanza sasa kuweka mikakati yetu ya kuona ni kwa namna gani ambavyo tunaweza tukahakikisha kwamba tunafanya jitihada za haraka ambazo zitawezesha uh, uh, si sasa kama klabu kumaliza mchakato huo kufanya maboresho ya uwanja, na hivyo sasa uh, kuiita kamati ambayo inakagua leseni ya viwanja ili kuja kujirizisha na uwanja wetu tena kwa mara nyingine, na hivyo kuweza kuruhusiwa tuweze kuendelea katika michezo oyetu ya nyumbani. Unajua, uh, wana Tabora, um, watu ambao wanapenda sana mpira. Sasa uh, sisi kama management tupo tayari kupambana kuhakikisha kwamba basi hatuwezi uh, yani, mechi ambazo zipo mbele, mechi zote zile za nyumbani, basi tunahitaji tujitahidi kwa haraka zaidi ili basi michezo yote iweze kuchezwa katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi ili Watanzania wote waweze kupata burudani ya pira, mapato pira, kodi pira, risiti, na ni kitu ambacho kusema ukweli tunauweza. Uh, kwa haraka zaidi, na mikakati ambayo tumeiweka ni mikubwa, na uwanja wetu tunaamini sana utakuja kurudi katika ramani ya kuanza, uh, kutumika kwenye michezo ya ligi kuu ya NBC soka Tanzania.